Utawala wa rais wa marekani Donald Trump unafikiria kuweka marufuku mpya ya kusafiri travel ban, ambayo itaathiri raia wa nchi 43 kwa viwango tofauti, kulingana na ripoti ya The New York Times ambayo imechapishwa Ijumaa. Ripoti hiyo ikinukuu maafisa wasiojulikana, inasema kuwa orodha ya nchi zilizoathirika imegawanywa katika makundi matatu ya vizuizi vya usafiri. Kundi la kwanza linajumuisha nchi kumi zikiwemo Afghanistan, Iran, Siria, Cuba na Korea Kaskazini, ambazo zitakabiliwa na kusimamishwa kabisa kwa utoaji wa visa. Kundi la pili linajumuisha Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar na Sudani Kusini, ambazo zitakumbwa na marufuku ya sehemu ya utoaji wa visa. Vizuizi hivi vitaathiri viza za watalii, wanafunzi na aina nyingine za viza za wahamiaji, ingawa baadhi ya viza zitakuwa na msamaha. Kundi la tatu linajumuisha nchi 26 zikiwemo Belarus, Pakistan na Turkmenistan ambazo huenda zikakumbwa na marufuku ya sehemu ya utoaji wa viza za Marekani endapo serikali zao hazitachukua hatua za kushughulikia mapungufu ya usalama na uchunguzi wa wasafiri ndani ya siku sitini kulingana na rasimu ya nyaraka za utawala huo, afisa mmoja wa Marekani ambaye hakutaka kutajwa jina ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa orodha hiyo inaweza kubadilishwa na bado haijapitiwa kibali cha mwisho kutoka kwa utawala wa Trump, akiwemo waziri wa mambo ya nje Marco Rubio. Orodha nzima, kwa mujibu wa New York Times, ni hii hapa kama unavyoiona hapa kwenye eh, screenshot ambapo wanasema ni kuna zile ambazo zina rangi nyekundu red hapa wanasema ni all travel band, yani hawa hawaruhusiwi kabisa kuingia Marekani. Nchi hizi ni Afghanistan, Bhutan, Cuba, Iran, Libya, Korea Kaskazini, Somalia, Sudan, Syria, Venezuela na Yemen. Halafu kuna orange hii hapa ni visas sharply restricted ambapo hapa uh, ni Belarus, Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Russia, Sierra Leone, South Sudan, Sudani Kusini na Turkmenistan. Halafu kuna hizi hizina, ni 60 days to address concerns, yellow, yani hizi zile nchi ambazo zinatakiwa sasa zirekebishe masuala ya kiusalama ndani ya siku 60, ambapo hapa zipo nyingi zaidi. Kuna Angola, Antigua and Barbuda, Benin, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chad, Jamhuri ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dominica, Equatorial Guinea, Gambia, uh, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, uh, Sao Tome and Principe, uh, Vanuatu na Zimbabwe. Good news ni kwamba hizi nchi zetu hapa Afrika Mashariki Kenya, Uganda, sisi wenyewe Tanzania, Burundi, Rwanda wote hawapo kwenye orodha hii. Lakini wamesema kwamba uh, haijapitishwa. Sasa pengine zinaweza zikapunguzwa au zikaongezwa nchi zingine. Lakini shughuli hii ishakuwa pevu kwamba baadhi ya hizi nchi kuingia Marekani kwa sasa itakuwa ni mbinde kweli, kweli. Attention. Your potential customers are watching this video.